E, ni mabalozi wahakikishia ya ya Tanzania ushirikiano. Lakini Ridhwani nipo tayari kuitwa tume ya maadili, huyo ni Ridhwani Kikwete yupo tayari kuitwa tume ya maadili. Lakini vigezo kupata ajira elfu 12 vyawekwa wazi, e, vigezo kupata ajira elfu 12 vyawekwa wazi. Ni mchakato wake kukamilika zitaanza kutangazwa karibuni. Ukabila na itikadi za vyama si kipaumbele hiyo ni habari kwenye gazeti la kuna Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Lakini mwendokasi ikianza kazi leo, tarehe ya mabasi mapya yatajwa. Hiyo ni habari kwenye gazeti la kuna Nipashe kwenye kurasa za mbele yako, kwa habari kwa kina. Lakini kuna habari inayosema vigogo Chadema, vigogo Chadema wafutiwa kesi. E, vigogo Chadema wafutiwa kesi. Lakini Steven Wasira, vijana haki haipatikani kwa gasia. Huyo ni Steven Wasira sema vijana haki haipatikane kwa ghasia. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa mbele, ipate nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kuachana gazeti la Nipashe, tuangazie sasa ndani ya gazeti lako la Mwananchi lenye habari kubwa zopea kipaumbele, lenye gazeti la Mwananchi linaanza na habari inayosema kimbembe cha kupata huduma serikali za mitaa hiyo ni habari kwenye gazeti la Mwananchi inasema kimbembe cha kupata huduma serikali za mitaa. Lakini serikali yaibua mkakati mpya kuinua vijana, serikali yaibua mkakati mpya ya kuinua vijana. Hiyo ni habari kwenye gazeti laku la Mwananchi ukurasa wa mbele. Heche Mnyika walivyopangua madai ya kudharau mahakama. Lakini likizo skrini zinavyobeba mustakabali kwa watoto, uh, likizo na skrini zinavyobeba mustakabali wa watoto. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi ukurasa wa mbele. Lakini Tanzania mabalozi kujenga ushirikiano mpya, eh, Tanzania mabalozi kujenga ushirikiano mpya. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Mwananchi kwenye kurasa za mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana na gazeti la Mwananchi tuangazie kwenye gazeti lako la habari leo, lenye linaanza habari inasema Bashiru wataka tathmini fursa bandari ya uvuvi e. Bashir wataka tathmini fursa bandari ya uvuvi. Lakini serikali ipeni nafasi tume, e, serikali ipeni nafasi tume. Ni matamko e, kuhusu vurugu za uchaguzi yaahidi itatokea e, kutojirudia. Endelea ukurasa wa pili kwenye gazeti la kula habari leo. Lakini kituo cha wawekezaji vijana kuanza mwaka huu, e, kituo cha wawekezaji E, vijana chaanza mwaka huu, lakini Ulega awapa Tanrodi zigo la foleni kwa saba gazeti lako la habari leo, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Zanzibar leo lenye ukurasa wa mbele inaandika, balozi Kombo Tanzania itaendelea kuimarisha diplomasia. Huyo ni balozi Kombo asema Tanzania itaendelea kuimarisha demokrasia. Lakini mvua, eh, kuna baadhi wanasema Dr. Mwinyi amani ufunguo wa maendeleo ya nchi eh, amani ufunguo maendeleo ya nchi. Lakini Hemedi mgeni rasmi siku ya Ukimwi. E, lakini kuna habari inayosema Dr. Haruni ahimiza afya kwa wahujaji. Lakini wekeni miundombinu urafiki kwa watu wenye ulemavu, waziri Pembe asema. Hiyo ni habari kwenye gazeti la kuna Zanzibar leo. Lakini mkurugenzi apiga marufuku biashara maegesho chini ya flyover, e, mkurugenzi apiga marufuku biashara maegesho chini ya flyover. Lakini mvua, tetemeko la ardhi laua watu tisini Indonesia E, tetemeko la ardhi la uwa watu tisini Indonesia. Yu nabari pia napatikana kune gazeti lako la Zanzibar leo ukurasa wa mbele, pata yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la uhuru lenyewe asubuhi ya ya leo linaandika serikali yaweka bayana kilichojuri bunge la EU. E, serikali yaweka bayana kilichojuri bunge la EU. Lakini kibano cha nemki kwa wazalishaji kelele. E, cha nemki kwa wazalishaji kelele lakini kuna habari inayosema eh, mikakati yani kwa kuipaisha tanzaniti hiyo eh, eh, ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Uhuru kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Taifa Tanzania Uzalendo kwanza linaandika kesi ya viongozi wa Chadema kudharau mahakama yatupiliwa mbali. Lakini Aweso atwishwa zigo la maji, Aweso atwishwa zigo la maji Dar es Salaam wakazi Mpigi Magohe walalamika maji yanatoka saa nane usiku. Lakini Kikwete yupo tayari kupelekwa eh, sekretarieti ya maadili eh, kuthibitisha tuhuma eh, zinazoendelea. hiyo ni habari kwenye gazeti lako la taifa Tanzania kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako raia mzalendo ukweli na wazi linaandika kero ya maji yamsimamisha meneja Dawasa Kibamba. Lakini mabalozi wateta na waziri mambo ya nje mabalozi e, watete na waziri mambo ya nje Dar es Salaam. Ni wajibu wa kila mtanzania kulinda na kuimarisha muungano, ni wajibu wa kila mtanzania kulinda na kuimarisha muungano e, wa hilo ni gazeti la Korea Mzalendo, lakini habari inaendelea kusema waziri Masauni autaja kuwa msingi umoja, mshikamano, amani na usalama, lakini awasifu wa sisi Mwalimu Nyerere na Abedi Karume, lakini kuna habari inaosema waziri Kikwete Niko tayari kuojiwa kuhusu umiliki wa Lake Oil, lakini Rais Mwinyi ataka kila mwananchi e, kutimiza wajibu wake kulinda amani. Hilo ni gazeti lako Raia Mzalendo, ukweli na wazi, ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Mtanzania Leo linaandika Masauni, muungano ni swala la kudumu, asema hakuna mbadala la kutuenzi, ni wajibu wa kila mmoja kuhakikisha unaimarika. Lakini Mnyika na Heche washinda kesi mahakamani waziri Ridhiwani Kikwete ataka aujiwe kuhusu umiliki wa Leki Oili, mbunge Bukoba Mjini ataka watanzania waitunze amani. Hiyo ni gazeti lako la Mtanzania leo kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Wamachinga, sauti ya wanyonge, lenyewe inatuandikia habari inayosema Dugange awaelekeza Nemki kwa kuchukulia hatua wanaozalisha kelele na mitetemo. Lakini Kikwete aomba viongozi wanaolalamikiwa wachunguzwe. Mabalozi wasisitiza kuimarisha ushirikiano Tanzania. Mabalozi wasisitiza kuimarisha ushirikiano Tanzania, lakini na nauka watendaji msikwamishe shughuli za vijana. Huyo na nauka sema watendaji msikwamishe shughuli za vijana. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Machinga kwenye kurasa wa mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukichana kurasa za mbele tuangazie kwenye kurasa za michezo na burudani. Gazeti lako la Machinga linatuandikia habari kubwa inaosema Serengeti Boys ya iwinda Kenya nusu fainali Sekafa. Lakini Daira Jige, bado tuna kazi ngumu TRA. Huyo ni Daira Jige asema bado tuna kazi ngumu TRA. Lakini diwani Ligoha wa Mgeta ampongeza Profesa Kabudi katika michezo. Lakini beki la Chani aipiga mkwara Simba, beki la Chani aipiga mkwara Simba. Lakini kuna habari kubwa inaosema Yanga yaondokana yaondoka na alama moja. Algeria yatoka sare bila kufungana na JS Kabli. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa e, za michezo kale yako kwa habari, e, kwa kina. Lakini gazeti lako la Taifa Tanzania e, kwenye michezo linaandika m tanga yasikitishwa na Mkokwani kufungwa wakati wapo wasimamizi. Lakini wanasimba watamani kuwa na kiongozi kama Injinia Hersi Said. Wanasimba watamani kuwa na kiongozi kama Injinia Hersi Said. Maelekezo ya BMT kwenda Simba haya hapa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania ukurasa wa michezo. Ligini gazeti lako la Uhuru kwenye michezo. Lenye linaandika habari na usema Simba nguvu zote kwa Stade Malien. E, Simba nguvu zote kwa Stade Malien. Lakini hapatoshi uchaguzi bodi ya Ligi Kuu Bara, hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru ukurasa wa michezo lakini gazeti la kura la Zanzibar leo kwenye michezo linaandika habari inayosema Simba kukaza buti kwa Sted malin michuano, eh, ya, michuano ya Uhuru kapu yasogezwa mbele. Lakini uhamiaji mla ndege zatoshana nguvu PBZPL. Hiyo ni habari kwenye gazeti la kura Zanzibar Leo. Lakini Sigida Black Stars watua na murari nguvu mpya Zanzibar. Lakini gazeti lako la Habari Leo kwenye michezo linaandika mashujaa Dodoma jiji zatoshana nguvu kufa ama kupona, futsal Tanzania leo. Lakini kimataifa, Mbappe ataka nyota madridi kumlinda Alonso. Na gazeti lako la, e, la michezo e, gazeti la Mwanaspoti linaandika ni mageuzi wanasimba washikilia hatima ya moo e, ni mageuzi wanasimba washikilia wa hatima ya moo. Yanga mdogo mdogo yambana warabu kwao. Azam ngoma ngumu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti ee, Yanga mdogo mdogo, lakini yambana mwarabu kwa Azam FC, ngoma ngumu. Lakini mrithi wa mguto, bodi ya ligi. Kwa sloti tutukime, breaking news. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa ee, za michezo pati na kile yako kwa habari kwa kinam. Lakini tukiachana gazeti lako la Mwanaspoti, tuangazie kwenye gazeti lako